as you can see there is enough, enough, uh, there is, there is uh, enough light in the brood as you, as you can see uh, once again I'm going for the Swahili speakers ya yeah. Habari za asubuhi, habari za mchana, habari za jioni, kutegemeana na unapotuangalia tuangalia, unatazama kutokea wapi? Rafael hapa kutoka Hera Farm kama unavyoona kuku wetu wanaendelea vizuri sana. Leo ni siku ya saba, leo ni siku ya saba. Tumeshawapa chanjo ya Newcastle. Kama unavyoonekana, wamechangamka vizuri, na kama unavyoona, banda letu, banda letu liko safi kabisa, kama unavyoliona unaona, lina mwanga wa kutosha, na kuku wako vizuri, vizuri, vizuri, vifaranga wetu wako vizuri, vizuri sana tafadhali ninaomba uweze kusubscribe kwa channel yetu hii na uweze pia kulike kushare na pia kucomment ili tuweze kwenda kwa pamoja katika safari yetu hii ya yeah, kama unavyoona kwenye video vifaranga wanaendelea vizuri sana na kuhusu changamoto ile ya ya ya, ya kukose, kukosa ukosefu wa madini ya calcium Uh, tumewapa madini ya calcium ya kwenye maji na nyingine ya kuchanganya kwenye chakula chao, na hilo tatizo kwa kweli limeisha, tunamshukuru Mungu ya yeah. Tunaendelea vizuri, ni siku yetu ya saba. Tutaendelea kupeana taarifa kadri ya siku zitakavyoendelea kwenda mbele. Asante.